Lengo kuu la mkutano huu ni Chama cha Riadha Mkoa wa Dar es Salaam kutambulisha matukio yetu makubwa kabisa kwa mwaka huu wa 2026 ambayo tumeandaa kwa viwango vyaki vya kitaifa na kimataifa, na lengo likiwa ni kugundua vipaji, kukuza wanariadha wajue right hawa na kuandaa Tanzania kwa mashindano ya kimataifa ikiwemo Commonwealth 2026, World Athletics Championship na michezo ya Olympic 2028. Pamoja na kwamba ni mkoa lakini bado tunapambana ili kuweza kupata wanariadha ambao wataliwakilisha taifa hili kwenye michezo hii. Mfululizo huu umeundwa kama mfumo kamili wa maendeleo ya riadha unaoanzia ngazi ya watoto kuendelea kwa vijana hadi wanariadha wa ushindani wa kimataifa. Tunaamini kwa kufanikisha kwa programu hii itakuwa imetoa mchango mkubwa sana na chanya kwa maendeleo ya riadha Tanzania. UC Athletics Talent Discovery and Development Event itafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tarehe 27 hadi 29 Machi 2026. Tunatarajia kuwa na watoto ambao watala, ni wanariadha elfu tatu, ikiwa tunalenga miaka sita hadi kumi na saba. Sambamba na hilo, tunatarajia kuwa na wazazi na wanajamii wanaoanzia elfu kumi na kuendelea Tukio hili linatarajiwa kuwa la kipekee na litakaloandika historia mpya nchini. Ni jukwaa kubwa la kitaifa linalolenga kubaini na kuendeleza, kubaini, kuendeleza na kulea vipaji vya watoto katika riadha, likishirikisha shule, makocha, wazazi na wadau mbalimbali mbali wa michezo kwa ujumla ni mojawapo ya mikusanyo mikubwa zaidi ya riadha ya vijana nchini Tanzania, ikitoa mazingira salama, shindani na ya kuhamasisha watoto kujenga ndoto zao kupitia michezo, ikiwa ni pamoja na riadha hii ambayo tunaipambania. Tukio hili linatarajiwa kupambwa pia na burudani sambamba michezo mbalimbali ya kujifurahisha au kuwafurahisha watoto pamoja na hili tukio ambalo tutalifanya Aprili 20 27 hadi 29, lakini tutakuwa na tukio la pili kwa mwaka huu, kwa sababu ni matukio tuliyoyapanga kuyafanya ili kuweza kutimiza malengo yetu yaliyotajwa hapo juu. Lakini tutakuwa na tukio la pili ambalo tutalifanya Aprili 20 26, ambayo ni mashindano ya maili moja, maili challenge 2026. 20, tukio hili ataliongelea kwa undani zaidi mwenyekiti atakapokuja kwa sababu mimi ni makamu mwenyekiti, atakapokuwa tayari yeye ataliongelea zaidi atakaporudi. Lakini pia tutakuwa na tukio la tatu ambalo tutalifanya Mei ambayo uh, itakuwa ni mashindano ya mabingwa wa kitaifa na kikanda, the the right track and the field championship 2026. Tutalifanya hiyo pamoja na mambo mengi ambayo tunayo, lakini pia lengo la la uh, place hii ni kujitambulisha kwenu ili muweze kujua uongozi uliopo sasa hivi ni wa namna gani. Mimi ni ninayeongea ni makamu mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam, mwalimu Elizabeth Tungaraza. Lakini pia ninaye katibu mkuu ambaye ni Felix Chunga, naye naibu katibu mkuu ambaye ni Juma Ali. lakini hasa zaidi kwenye tasnia hii tunaye mkurugenzi wa habari ambaye Tullo Chambo, na huyu ndiye ataongea mengi yanayohusu chama kwa sababu yeye ndiye mwenye kada yake. Na kwanza ningependa nianze kwanza kwa kuitambulisha kamati ya habari na mawasiliano ya DAA ambayo mtakuwa mnafanya nayo kazi mara kwa mara. Ah, mbali na mimi, Tullo Chambo eh, kama mkurugenzi wa habari na mawasiliano DAA tutakuwa tuna ofisa habari wetu Isa Ndokeji, lakini sambamba na wajumbe Amina Kasheba, Victoria Zambi na Herman Kiwili. Kwa hiyo wao tutakuwa nao katika masuala ya habari na mawasiliano mara kwa mara, lengo likiwa ni lile lile, kuhakikisha tunautangaza mchezo wetu wa riadha lakini vile vile na kukitangaza Chama cha Riadha Mkoa wa Dar es Salaam kitaifa na hata kimataifa vile vile. Ah, kama alivyotangulia kuzungumza makamu mwenyekiti, ah, malengo ya DAA kwa mwaka 2026, ukiacha matukio mengine mbalimbali, eh, kama mashindano yetu mbalimbali ya trials na mengineyo, malengo makubwa ni hayo matatu aliyoyainisha. Tukio kubwa la kwanza ni hilo la vijana, la pili litakuja kuwa hilo la maili moja, na la tatu ni hilo la mabingwa. Sasa yote haya yana yamebeba package kubwa ambayo ni maono ya muda mrefu ya DAA. Mfululizo wa matukio haya eh, ulioandaliwa na DAA ni msingi eh? msingi wa mpango wa miaka minne wa maendeleo wa kuendeleza sekta ya riadha unaolenga kujenga mfumo endelevu wa riadha kuanzia ngazi ya watoto hadi ushindani wa kimataifa. Kupitia haya matukio, DAA inalenga kuandaa wanariadha wa baadaye wa, wa mashindano ya kimataifa na kitaifa, jenga kizazi kipya cha wanariadha watakaowakilisha Tanzania katika ngazi ya kikanda na kimataifa lakini pia kulingana na programu hizi zitakapokuwa zikiendelea kufanyika na kukamilika kwake, DAA ina lengo la kuwa na akademi yake ambayo itajulikana kama DAA Academy, DAA Athletics Academy. Kama sehemu ya utekelezaji wa ma maono haya ya muda mrefu, DAA inalenga kuanzisha akademi ambayo itakayokuwa nguzo kuu ya maendeleo endelevu ya riadha nchini Tanzania. Akademi hii itatoa mafunzo endelevu ya kitaalamu kwa watoto na vijana waliobainika kuwa na vipaji kupitia matukio mbalimbali ya riadha. Itakuwa vile vile ni sehemu ya ufuatiliaji wa kielimu, kimwili na kisaikolojia wa wanariadha ili kuhakikisha maendeleo yao kwa ujumla. Aa, vile vile tatu itakuwa ni msingi thabiti wa malezi ya wanariadha kuanzia utotoni hadi kufikia ushindani wa kimataifa. Kupitia DAA Academy, matukio yote ya riadha ya mwaka 2026 yatatumika kama mlango wa kuibua vipaji, kuviendeleza, kuvilea, mfumo kwa mfumo endelevu kwa lengo la kuinua hadhi ya riadha Tanzania katika jukwaa la kimataifa. DAA inaamini kuwa mfurulizo huu wa matukio ya riadha kwa mwaka huu 2026 ni hatua muhimu katika kujenga mustakabali imara nchini kupitia ushindani. Kupitia mashindano haya DIA, inalenga kuimarisha maendeleo ya michezo kuanzia ngazi ya watoto kuibua na kukuza vipaji vya vijana, pamoja na kuandaa wanariadha wa ushindani wa ju inaendelea kuwakaribisha wadau wote wa michezo sekta binafsi, taasisi za kifedha, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla kushiriki na kuunga mkono juhudi hizi za kitaifa. Ushirikiano huu utachangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha malengo ya maendeleo ya riadha, kuanzishwa kwa DAA Athletics Academy na kuinua hadhi ya Tanzania katika riadha ya kikanda na kimataifa. Kupitia mshikamano na ushirikiano wa wadau wote, DAA inaamini kuwa riadha itakuwa chombo muhimu cha kuibua vipaji, kukuza nidhamu, kuimarisha afya ya jamii na kuijengea Tanzania heshima na mafanikio katika uwanja wa michezo duniani. Kutokana na hili swala la watoto, ni kwa nini, labda tumeingia zaidi kwenye shule za msingi? Tunafahamu kwamba walimu wengi wako shule za msingi wanaofundisha umitashunta, lakini sekondari pia wachache ambao wanafundisha umiseta. Kwa hiyo kwa, kwa kutumia ofisi za halmashauri kupitia mkurugenzi au afisa elimu, zile barua wakati wanapewa kwenda kuandaa zile timu za umetashumta au miseta zinapitia kule. Kwa hiyo tunapokwenda kuandaa hii tournament yetu, pia barua zitapitia kule. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwapata wale walimu, lakini wale walimu wenyewe pia ni makocha wa watoto. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwapata wale watoto, lakini pia watatusaidia wale walimu kwenda kuongea na wazazi. Kwa sababu wazazi wakati mwingine wakisikia jambo wanaenda shuleni. Ndio walimu nafahamu ile tukio. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuelezea wale wazazi lakini pia ni rahisi kupata wale watoto lakini pia ni rahisi kwa kuwafundisha wale watoto au kuandaa wale watoto kabla hajatufikia sisi. Kwa hiyo nilikuwa nasisitiza hapo kwamba uwezekano kupatikana wale watoto unakuwa rahisi zaidi kupitia kule kwa walimu kwa shule za msingi na sekondari, kwa sababu wale walimu wenyewe ni makocha pia wale watoto, kwa sababu bado hajatoka nje wanakufundishwa nje wengi wanakuwa wako mashuleni, wanakuwa tunawatambua kwa urahisi, lakini tutawapata kwa urahisi, lakini watafundishika kwa urahisi kwa sababu wale walimu wenyewe ni makocha pia. Nashukuru kwa machache.